wa rais Farouk Kibet aliwaongoza baadhi ya viongozi wa magharibi kumpigia debe mgombea wa kiti cha ubunge cha Malava kwa tiketi ya UDA, David Ndakwa. Wakizungumza na wafuasi wao huko Malava, waliwalaumu wapinzani kuwa wanajihusisha na siasa za mgawanyiko na kuwahimiza wakaazi wa Malava kujitokeza kwa wingi kumchagua Ndakwa mnamo Novemba 27. Ndakwa awali aliungwa mkono na wanachama wa chama cha ODM wakati wa mkutano wa wajumbe ambapo aliwaahidi kuwatumikia wakaazi wa Malava

tumeamua kwa kauli moja vile baba Raila Amolo Odinga alikuwa ametuelekeza ya kwamba tuwe kwa broadbest, na leo wana ODM wameamua ya kwamba Mheshimiwa David Ndakwa ndio atakuwa mbunge wetu. Hata wanakuja kutembea ninawajua. Khalwale, anasema hivyo kwa sababu naako na gari ya serikali, lakini tukija na barabara atakuja kusema wamemudanganya, wamuletea barabara wagumbona, wameleta saa hii, yaani alikuwa anataka walete mwaka ujao <laughs> Halo